Muuguzi wa kiume amekamatwa katika hospitali ya Elgon View huko Bungoma kwa tuhuma za kumbaka mgonjwa aliyekuwa katika wodi. Muuguzi huyo anadaiwa kumbaka msichana wa kidacho ta cha tatu aliyekuwa anatibiwa kwa ugonjwa wa malaria na jeraha la mguu. Msichana huyo anadai kulazimishwa kushiriki kitendo hicho na muuguzi huyo. Mshukiwa mwenye umri wa miaka 30 kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Bungoma, huku hospitali ikidai kwamba msichana huyo alikuwa kwenye mahusiano na muuguzi huyo hata hivyo, familia imeilaumu hospitali kwa kuficha ukweli huko polisi, wakisema wanaendelea na uchunguzi. Nataka haki, unaona, hospitali inajaribu kuficha evidence. Wa Kenya, kama kuna mtu yeyote ama kama ni waziri, hakika napenda tu, nataka tu amani yangu, haki yangu, mtoto wangu atendewa haki. Police officers walipopata hiyo report, mara moja wakaenda paka hiyo hospitali na wakatipitisha kisa hicho na pia wakamshika huyo mshukiwa ambaye sasa tuko naye hapa kikorokoroni, tumefungulia mashtaka.